Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wa sallama. Aliokuwa mbele yenu ni moja ya viongozi wa kusafirisha na kusimamia ibada za haji akiwa na taasisi ya Tauhidi, lakini mengi zaidi kuhusu jina, taasisi na haji yake ngapi na uzoefu wake atatujuza mwenyewe. Nitamtambulisha kwenu kama ni Alhaji alhaji. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh alhaji, wa wa wa wa wa -haji wasiokujua na wanataka kufahamu kupitia Al Azhar TV Tanzania, wewe ni nani kwa jina? Mimi naitwa Ramadhani Mtumwa Ibn Miftah oh. napatikana jijini Daru Salam, ni oh. mtumishi uh -huh. Lakini pia nimekuja, hii ni haji yangu ya mara ya pili, masha Allah, kwa ajili ya kuja kuitembelea nyumba kongwe ya, ya Allah subhanahu ah, jalla jalali kwa sababu ya kuja kufanya ibadati mbalimbali mbali, lakini pia nimekuja na taasisi ambayo iko chini ya Profesa uh, Asad inaitwa Tauhid uh ambayo tunasema safiri mm -hmm. uh, mm -hmm. na taasisi ambayo kwa huduma za kipekee inshallah, sisi tumekuja katika hija mapema. Uh, tumeanzia hapa Makkah al-Mukarrama na inshallah baada ya leo tutatarajia kuelekea Madina al-Munawwar na tumemaliza sasa hivi tawafu wa daa. Maana yake hii ni tawafu ya kuaga

Tumaliza, lakini kabla ya hapo tulifika hapa. Katika kufika hapa tumefanya ibada zetu kwa maana ya kwamba tulikaa kwa muda mchache, baada ya hapa tukielekea Mina. Mina ni mahala ambapo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepazungumza sana na katika Qur'ani kumezungumzwa sana kwamba hapo ndiyo safari ya haji inapoanzia. Tulipotoka Mina, alhamdulillah, tulielekea katika viwanja vya Arafa ambapo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo alipokamilisha dini yetu ya Uislamu, ambayo leo tunaye mimi na wewe ndugu yangu akhi, lakini vile vile tuli fanya dua nyingi katika viwanja vya Arafa kuombea nchi yetu ya Tanzania hususan katika mwaka huu, ambayo watanzania wote wanafahamu kwamba tupo katika kuelekea uchaguzi mkuu maa. Uchaguzi ambao umejaa vitu vingi vya ajabu ajabu. Sasa sisi kama ambao tunaomwamini Allah subhanahu wa taala ni wajibu wetu kuhakikisha tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuijalia nchi yetu kupitisha uchaguzi katika hali ya salama baridati wa salama, tunasema Mashallah. Umesema Wait. Vitu vya ajabu ajabu, kuna watu wanataka kukwamisha uchaguzi. Aha, tuna maana ya kwamba sio, tunafahamu kwa maana yake uchaguzi ama siasa imejaa vitimbu vingi. Kuna mambo mengi unasikia, wengine mara wanapotea, wengine mara wanatekwa, vita, watu wanapigana, watu, watu wanachinjana, kwa sababu kama unavyojua madaraka yamejaa hila na vitimbwi mm. Kwa hiyo kupitia kadhia hiyo basi, ni mambo mengi sana, na kila mtu anataka apate madaraka ili aweze kuichukua nafasi na ile anayokusudia. Tanzania ipo salama Mashallah, katika kuwana na katika hata maandamano na hali kadhalika, ilo kama a, a, a, kwa upande wako nadhani, ni kwa sababu unakuja kuombea nchi yenu hapa, katika viwanja tukufu, na imekuja tu kwa bahati mbaya? Hapana, tunaiombea na siku zote tunaiombea, na ndio maana mpaka sasa walilahi alhamdu tupo katika hali ya usalama mm. Ni mengi hapo lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu tunamhimidi yeye mm. na kumtukuza yeye na kumtegemea saada kutoka kwake mm. ndio hii amani tunaiona mpaka sasa eh, shekhe Eh, tukumbusha jina lako tena maanake, waamini naona kama unataka kufahamu jina lako kwa mara nyingine. Jina langu nimesema naitwa Ramadhan Mtumwa almaarufu Mtumwa Al Alhaji Mtumwa, Alhaji Mtumwa, yeah. Tuambie na wapenzi nawaambie, watazamaji wanaofuatilia Al Azhar TV, muda sahihi wa kutekeleza ibada ya haji kwa mwenye uwezo eh, na kwa nini? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kwanza wale yote, natumia tena fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, amenijalia mimi leo sijafika miaka hamsini ndio naielekea, tayari nimekusha kuja hija yangu ya pili, mashaallah. Lakini nataka nitumie pia fursa hii kuwaomba Watanzania wote na wasiokuwa Watanzania na kama wataipata taarifa hii, basi niwaombe wallahi thumma wallahi, kama alivyoamrisha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kutuambia ibada iliyokuwa njema ni ile inayofanywa na mtu aliye katika siha, ama aliye katika afya iliyokuwa madhubuti. Hmm. Sasa hii ibada ya hija watu wengi wameizoea, ni ibada ya kuja ili hali wamekwisha kuwa wazee sana Watu wanakuja washakuwa wamechoka, watu wanakuja wanakuwa na maradhi mazito. Kwa kweli, ibada ile ina kushuri zake, ina nguzo zake, ina taratibu zake. Ukiwa katika, katika umri huo, kwa ni vigumu kuyatekeleza hayo. Kwa hiyo, nitumie fursa hii kuwaomba, tunatakikana tuje katika ibada ya Haji ili hali tukiwa na nguvu zetu na tukiwa bado vijana na ibada ya hija, watu wengi wanasema wana, wana usini kweli sembwa hija ni moja, lakini sio haramu kuja mara mbili, mara tatu, mara nne, kwa sababu hii ni nyumba ya kuja kufanya ibadati na kufanya maghfira na kufanya kitu kinachoitwa tauba tan nasuha kwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, unapoyafanya haya hayana kulazimu uje mara kwa mara, ni kutokana na uwezo wako. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo watu wengi wanakadhia. Moja, imekuwa kasumba mtu anasema hasijaitwa sijaitwa mimi kwenda haji. Mimi nataka kusema hii sio lugha sahihi. Embu jiitishe wewe mwenyewe, kusanya pesa yako, tia nia bi idhnillah. Mimi alhamdulillah na biashara yangu na duka langu, nafanya kilimo changu, nafanya kazi. Sasa kama si watumishi, ukitia nia wallahi, thumma wallahi. Ndani ya miaka minne mpaka mitano ukosi pesa yako ya kuja hija, kwa sababu kikubwa ni kutia nia. Kuna amali bi niati, jambo lote ni kufanywa kwa nia kupitia eh, hamasa hii watu yeah, wengi tukiwaona wanaokuja hija utakuta wengi wao ni maskini. sijui unawashauri nini matajiri, kwa sababu wengi tunaona wanaokuja hija tunaona ni watu wa vipato vya chini. Alhamdulillah, alhamdu, mashallah, swali lako zuri, alhabibu. Ni kweli na ukitazama ni watu wengi sana wanaokuja hajulbaiti man statwai ilaihi sabila. Wengi alizao ni za chini. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, tuna kitu kimoja nizungumze naye, alishazungumza Nabi Ibrahimu alaihi salatu wasalam na mwanae Ismaili wakati wanajenga hii alkaba, walishazungumza walisha kwamba katika ibada ya hija watakaokuja ni wale wanaojikurubisha kwa Allah subhanahu wataala. Sa, matajiri wengi wamekuwa ni wenye kutafuta pesa na kusahau ibadati ya kuja hija. Lakini na hawa waliokuwa maskini wengi wanatamani kuja ili waje waombe Mwenyezi Mungu na wao wajalie wapate yale wanayohitaji. Tajiri anajihisi kashapata. Lakini kinachotusumbua sana, matajiri wengi wanakosa kuja na wengi wanawalipia mpaka watu. Tumeshuhudia kuna matajiri wakubwa sana Tanzania wanawalipia watu mia, mia mbili, wanakuja haji kwa pesa zao, lakini wao hawajaja kweli. Huu ni mtihani, na tunatumia fursa hii kuwaomba waje, kwa maana ibada ya hija ni ya mtu mwenyewe na si ya mtu mwingine. Ukiifanya ni ibada yako, fi dunia wal akhira. Umeeleza kwamba kwa mwenye uwezo. Je, uwezo unaokusudiwa hapa kwamba uwe una pesa ziwe zime hazina vya kufanya kwamba zimekithiri, ziko nyingi, au unaweza ukawa una asset ambazo pengine ndogo mbili tatu, au pengine walimu kama wamejikusanya, wanachanga pengine walimu kumi au walimu watano wanachanga, wafanya kazi katika sehemu, au yote hii inaingia katika uwezo. Sijui dhana ya uwezo una, unaifahamu vipi katika hija? Mashaallah, shukran. Nitaomba uh, nizungumze katika muktadha wa vitu vitatu katika swala la uwezo swala so, la uwezo. Kwanza anazungumzia yule ambaye ana kipato kinachokidhi kuhudumia familia yake na akapata ziada, huyo mtu anaruhusiwa kuja kutumia kile kipato chake cha ziada kuja haji. Waweza ukaja haji, nyumbani kwako wakalala njaa, nyumbani kwako wakakosa mahitaji yao ya msingi, hiyo haji yako haiwezi kuwa makrur, na haiwezi kuwa moja ya dhambi makfuri, kwa sababu unakuja huko ili hali watu wanalia njaa. Lakini pia nizungumzie kwenye aina ya kipato nyingine ambayo ile kuna mtu anajitokeza anakusponsor kwa kukulipia gharama ya kuja haji pia, wewe tayari unakuwa umekwishapata uwezo wewe uh, au, kusabu, kwa sababu kwanza irudi nyuma, kipato maana yake uwezo, uwezo wa kulipa madeni yako. Una pia pia inasuniwa uje uje haji haji wakati wakati udaiwi madeni madeni na na mtu mtu mtu watu watu katika katika hali ya ya ya ya ya salama, lakini lakini huyu anayekuja kwa kwa kulipiwa yeye anakuja ajili ya kujiletea. Sasa sasa masuala ya yale ya wajibu sababu uwezo huyo mtu, kuna kuna mtihani mwingine ambao sasa umeingia. Wengine wanasema mimi nataka kwenda kwenda hija katika ya hija swala, wanakwenda kuchukua mikopo kwenye mabenki mbalimbali mikopo mbali, ile wanasema ina ile pesa zinawafaa kuja haji. Wengine wanakwenda kuomba kabisa, mimi naomba niende hija. Wallahi alhamdu kutokana na moja ya hadithi mashuhuri inasema anayekwenda haji ni yule ambaye mwenye uwezo. Sasa anayeomba sijui, nawachia maulamaa na na alim alama watatusaidia katika kudadavua hayo, lakini mimi ninavyojua yamezungumzwa hayo katika vitabu kwamba anayekwenda haji ni yule ambaye aliyejaliwa uwezo wa kifedha wa afya na kadhalika. Wallahi alhamdu Hajun mabrurun wa dhambun maghfurun wa sayun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Tumewarushia majadiliano haya tukitoka katika msikiti wa Haram wa Makka kupitia channel yetu ya Al Azhar TV Tanzania. Ni mrusha matangazo yenu Ashim, Makka.